Wa afya yako ya akili haya mambo tumekuwa tukiyakazia tunapokwenda kumalizia kwa uchache. Kwa nini watu wanaugua akili? Kwa nini tunatoka kwenye familia tuko watu watano, amefariki baba, huu mwaka wa kumi toka kifo cha baba, kuna ndugu yako, yani msiba mbichi tu, mbona mwingine amemudu, wengine wanashindwa kumudu? Kwa nini watu wanaugua akili kwa nini tunaugua akili? Kwa nini kuyumba kwa afya ya akili? Kuyumba kwa afya ya akili kunasababishwa na hii sababu. Hii ndio sababu ya sehemu zote. Unavyosikia watu wanapigana Israeli Palestina, biopsychosocial. Ukisikia siku M23 wanazingua, hiyo. Ukiwaona watu wanasumbua kule kwenye, kwenye zoni zenu zote ni hiyo biopsychosocial. Hii ndio sababu ya matatizo yote duniani hii Iko hivyo, hiyo ndio sababu. Ndio hapa tunazungumzia mambo ya kibaolojia ambayo tumearithi, Genetic makeup zetu, kwamba mimi unavyoniona ni mama yangu na baba yangu ndo mimi, na wewe ndo hivyo hivyo, si so? Umerithi, umerithi mambo ya mwili ya akili ya kila kitu, umerithi kwenye familia yenu, umerithi hawa kwao ni high expressed emotional family umerithi hawa. Kwao ngumijiwe watata, ukiwasema kidogo unatukanwa. Unajua familia zingine wako hivo, wanarithi babu yake yalikuwaga ya hivi hivi, hii tembea ya babu yake kabisa, yaani huu uswahili uswahili wake huu, ushangazi alikuwa hivi hivi, si ni mambo ya kurithi. Na mambo ya kurithi unayaacha hivyo hivo. Jambo la pili ni kwamba huyu mtu amelelewaje kisaikolojia, toka mimba ilipoingia mpaka balehe na kuvunja ungo, hapo katikati amekuzwaje? Na tulianza kujifunza kwamba mtoto anaanza kuelewa kinachoendelea toka akiwa wapi? Kwenye vitabu vya Injili mwanzoni vinasema walivyokuwa anapiga stori Mariamu pamoja na Elizabeth, kitoto kikafanya nini? Eh, kwa sababu watoto wanalukaga wa wakiwa tumboni stori gani? mnaongea na ndio maana utaratibu wetu wa kanisa tuna darasa la sifuri mpaka ngapi? E, sifuri mpaka tatu. Na mimi huwa ninawaambiaga kabisa wazazi, kakaeni na watoto wenu. Mnafanya nini huku? Unajadili ile story, unajadili kitu gani? Wewe mke wako si ana ujauzito? Kakae kwenye mkeka kule, unakuta mtu yuko tu, nenda kakae kule, ili huyo ajue huu ndo Yesu wetu. Tunafanya nini tuna mgojea unafanya nini huku, kwa watu wazima. Nikasema wanipe tu siku moja niwe mkuu wa shule ya Sabato, wataenda wote, awe mchungaji mzee wa kanisa chemasi mkuu azifazi, mke wako ana ujauzito, mtakaa kule mkaimbe zile nyimbo. Huo ndio utaratibu, yaani huo ndio utaratibu wa kutengeneza watu wenye utulivu wa akili. Usicheke, iko hivyo. Sitoka tumboni, tunaanza maisha sasa nakujaje kujadili lesoni? Unajua kama tulisema wiki hii, wewe una darasa mwaka huu kule, nisinaona madarasa ya watoto wamekaa tu wadada wa kazi tu, wababa wanajifanya, jadili lesoni huko, waambieni wakakae kule na watoto wao. Bwana wanafanya nini? Mm, wakakae kule. Mi kanisani kwangu nishaacha kukaa kwenye madarasa ya lesoni, nijadili nini lesoni mi na watoto wadogo? Sasa vinalea nakaaga kule, kaa nao kule, unaimba unasindikiza watu. Kliniki hii sijawahi kumisi kliniki hata moja, nipo. Watoto wangu wa kiume wananijua vibaya mno, akilona gari mimi si mshikaji wao kitambo, wananijua kwa mbo, wanafahamu familia yangu, wanajuaga mtoto wangu uko bize tu, yaani wako hapa eh. Wala utumii nguvu nyingi kumwambia hutaki, ukimpiga jicho anajua dadika mind, anaacha ujinga. Lakini kinyume na hapo, nashangaa kanisani, mtu paka anatoa mkanda, anapiga mwanaye. Yani amjuani mpaka mnapigana mikanda kanisani. Ulikuaga wapi? Ujulikani nitakuchapa wewe, bwana wewe, mzee umeshindwa mambo. Wewe ulikuaga wapi? Nashikiana mikanda, si kuna si mnaonaga kuna watu wanashikia mikanda totoa kanisani. Sisi tunashindwa kukuelewa sisi, wataalamu wa saikolojia, unakoma wapi? Unamshikia mtoto wako mkanda kanisani, hakujui kiasicho? Kama ulikuwepo toka mwanzoni, atakubishia nini? Sijajua, wewe ni mwenzake ko, mnakubaliana. Ulimtenga huyo, sasa ndo anakuonyesha jeuri hapo mbele ya, ya wazee wako wenzako wa kanisa. Ulikuwa mwongo, ko umelelewaje kuanzia mimba mpaka bale, lakini mwishoni, umelelewaje mazingira ile, kwa sababu ile ya mwanzo tunasema kisaikolojia ni ile ina engineering si ndio? ya nje ni outer engineering, mazingira uliolelewa yaani mtoto aliyelelewa na kukulia New York ni tofauti na mtoto aliyelelewa na kukulia wapi, Kigoma Kigoma wapi, Ujiji. Si ni watu wawili tofauti katika falsafa ya maisha? Nasimaanishi Kigoma vile unavyojua wewe, nasimaanishi New York ile unaojua wewe. Yaani nyumbani kwako panaweza pakawa New York au vipi? wanatamani kurudi nyumbani kwa sababu watu wako nyumbani, si ndio? Na mimi namshukuru sana pasta, ameongea kitu kikubwa sana siku ya leo. Simlizikisikia hapa, simlizikia hata anatoa mfafanuzi ya kuhusu mambo ya ndoa. Si muona matatizo yanavyoanzaga, yaani mmeoana afu amlei watoto, mnatengeneza watu wanakuja kuugua akili baadaye, amkuwepo. Kwa hiyo tunasema amezaliwa na vinasaba, achana navyo amelelewaje? ile early childhood experience ile amelelewaje, kuanzia mimba mpaka balee, itatengeneza core beliefs. Amelelewa kwenye jamii naamini ushirikina, ushirikina atakuwa na core beliefs ya ushirikina. Akikono umemtazama asmafu, atakuwa na niloga <laughs> si anavyoviamini ndio hivyo, si ndio? Lakini alelelewa anaambiwa, Yesu anaponya, anatabasama, anajua Yesu ni anaponya, iwe mvua iwe jua, Yesu anafanya nini? Anapoje? Si tayari mindset yake ishakubali subconscious inakubali kwamba Yesu anadhani. Si ndio amelelewa hivyo? Eh. Hey. Hata akikamatika kwenye jambo anasema Mungu, nisaidie. Eh, hey, si ndio? Asabe ame tuombe, ili jambo nadhani Mungu anaweza. Si amekuzwa hivyo? Ila yule ambaye amekuzwa kuzwa kitabu tabu, inabidi weekend tuende kwa mganga. Mambo yashakuwa magumu hapo. Kwa hiyo yote ndio inatengeneza mwishoni mtu mwenye aina gani ya tabia, na hapa katikati kuna mambo mengi sana kuweza kukazia, ambapo tunasema anawezekana akazaliwa na genetically tayari na vulnerabilities fulani, si ndio? Yaani kwamba wote tunazaliwa na vinasaba. Inawezekana hivyo vinasaba vina ni vizuri na vibaya, tunavyolelewa ndo tunavishamirisha au tunaviapifisha, sijui, unanielewa? Yaani hii simu ilikuwa ni nzuri sana ndo maana mwenyekiti akainunua hii simu ila ilizidi kuwa nzuri alivyoinunua akaweka software ambazo ziko compatible na hii simu, si ndio? inazidi kuwa nzuri. Kwa watoto wote duniani ni wazuri, hawana shida. Wabaya wote ni wazazi hapa duniani ndio wenye shida, na ndio maana wazazi wengi wanaweza wasiingie mbinguni kwa sababu ya watoto wao walivyowalea. Eh, ulikuwa mawapi? Nilikuwepo. Nilikupa, umenipa nini? Sasa imekuaje? Nenda kule Umewaleaje? Umewaleaje? umezaliwa tayari na vina saba tayari, vina changamoto, umemleaje? mazingira pia yakoje? yako supportive au ni mazingira pia yenyewe ya kutoana nyaya tu? Yani wewe wewe ndio ediboy, baba yako akija shule anakukuta ndio ediboy, anasema huyu ndio ediboy wenu hii shule hii, na hali mbaya Hivi hao ni mazingira ya kumtengeneza mtu kuwa smart, si ni matatizo? Na anapoanzia hapo maake, o, najijua uko makini, mpaka wenzako wamekuchagua, ila akasema we ndio kiongozi wao, hii shule na hali mbaya, utajisikiaje? Sasa hapa kuna mambo mengi sana yakukazia manyanyaso ya kimwili, kihisia na kijinsia kwa watoto, si ndio? Changamoto zinapoanzia hapo, unawadangadanganya tu watoto wako. Hapa inawezekana naongea na nyinyi ni vijana lakini kesho kutwa mtaingia kwenye familia au wengine mmepitia hii changamoto. Ndio msingi ulipitia huko. Manyanyaso manyanyaso tu. hebu toka wakubwa tunaongea, mnaongea nini? Dili la shilingi ngapi mnaongea? Nikisikia nitaharibu hilo dili. Sina kaa na waona watu wazima mnaoongea na mimi nikiwa mtu mzima nitaongea kama nyinyi. Kwani kuna shida gani? Nimje kuona Wahindi wanafukuza fukuza, fukuza watoto wao. Hmm? Eh, yes, si wanakaga nao? Ndiyo maana natoaga mfano mrahisi. Usheekumwona Mwindi halmashauri ndo afisa mifugo? Mwarabu afisa mifugo halmashauri? Ninyi zimnatoka huko, kuna halmashauri huko eti mganga mkuu wa wilaya Kishapu Mwarabu fulani hivi. Mwarabu trafiki, Mwindi trafiki, ushakuona. Sawa, endelee na maisha yenu, ila ndo sisi sisi tunakwama fursa zote, ila tunakwama. Sisi ndio ambao tunakuja tuna pale tunaomba saibaba elfu kumi na tano, si shilingi ngapi? kwenda da na msiba, konda na msiba, naomba tumpe kumi na tano, naomba lifti. Kwa nini una hela? kwa nini una hela? manyanyasi kimwili, kihisia, na haya yote yanatengeneza mtu baadaye, yanatengeneza falsafa, kukosa upendo wa kutosha kwa wazazi. So, wazazi lazima waonyeshe upendo na upendo sio maneno, upendo lazima uishi, uko pale, si ndio? Eh. Ukikosea kitu akwambia pambana, ufike. e, jamaa sasa umpelekea hiyo hela, mbona jeshi jeshi tu inawezekana. e, kweli ukosa upendo huo kwa wazazi na watu wa karibu, kwa sababu hawa ndio right maka wako, ukisema kitu wako hapa, si ndio? Sasa kama hawapo si ni changamoto Unajua, changamoto inazidi kuwa kubwa, kwa sababu kwenye jamii ya leo, haya mazingira ya kuishi na watoto toka kuwa wadogo hayapo, na kizazi cha karibuni, na uenda wengi nikiwatazama, mmepitia hayo mazingira. Mtu amepelekwa boarding kindagaten, uje kusikia hiyo kindagaa kindagate. Mtu kapelekwa boarding shule ya msingi, kapelekwa boarding sekondari, ikasoma boarding, anabalehe na kuvunja ungo huko huko Anaambua kujimprovise anakuwa shoga anakuwa msagaji freshi tu, yani mpaka mzazi ukija, unaonekana naye, mzazi mwenyewe mshamba tu. Ulikuwa wapi? Mtoto mjuaji, mzazi paka, mbona kanishinda huyu? Okakushinda kuna mali mchungaji, tusaidie maombi kidogo, watoto wa siku hizi wasumbuvu sana. Tkajali watoto, watoto, mtu anazaa watoto awanunuli nguo za shule penseli kuna mtu toka alipoanza shule mpaka saizi akumbukagi penseli ya mwisho alinunuliwa lini, ila kila siku mwamba ana penseli tofauti na anaandika, yani <laughs> sakapatapla penseli ila, anazo ana peni ana bikali yani, yupo, ila watu hawampi na wanamuona ali mbaya sana, ile inaathiri mental state. Tukitoka likizo, wenzangu wamenunuliwa nguo, mimi na washikaji kama wanioni, ila wapo wapo tu wanakuona tu, tasikia tu, twende kwa Yesu. Mimi nawe mbona utununulii nguo za shule? Baba mambo ni mengi, muda mchache, si ndio? kutokuwa ajali watoto, uwezo mdogo wa kuwasiliana na watu wengine, hiyo poor ability kurelate na wengine. Sinategemea wazazi unaoona wanarelate vipi na watu sasa. Huna muda na wazazi wako, sangapi utajifunza kurelate na watu, sangapi itakuwa ngumu sana. Hali itakuwa ni tete sana, utashindwa kupata huo muda wa kujikuta unaweza kurileti na watu wengine kwenye mambo ya kijamii. Kuna matazamio makubwa binafsi kutoka kwa wazazi. Mzazi mwongo, maliza kunywa uji, ndakuletea basikeli. Unamaliza uji na basikeli hamna. Kunywa kunywa uji, kunywa uji, nikitoka kazini nakuletea basikeli. Mwamba anapiga uji wote chap, watu wanaenda wanaenda jobu. Wakirudi, unawapokea kwa bashasha, unachungulia kama kuna kitu, hamna kitu, unamtazama afu unaona sura yake kavu, ka ufanye kazi hapo. Yeye yeah, no, anaona ndo mzazi . Sasa mbona huyu manyanyaso, huyu sio sawa. Kifo cha mtu wa karibu, unajua watoto wapewagi muda wa kuomboleza eh? Wanaambia butoka hapa. Dogo mmoja mimi akaletwa kliniki. Kaletwa kliniki wanasema, bwana hataki kwenda shule huyu. Nikamwambia kwa nini? Eti anasema bibi amekufa. Nikamwambia kwani yeye na bibi yake walikuwaje? Asma, of course bibi yake walikuwa nakaa naye, ndo ana ugali uji kila, yani bibi alikuwa ndo rafiki yake. Lakini kweli bibi alifariki, yuko shule, tukasema tumwache. Sasa dogo karudi, anauliza, bibi yuko wapi? Wanamwonyesha jeneza, akamwambia kaburi, sio jeneza, kaburi. Akasema bibi kafa, anj aniambia tulia bwana, afu muda wa kwenda shule umefika, shule. Ambia shule, siendi, siwezi, siendi. Wakaja sasa tusaidie. Ni wasaidie nini? Dogo ndo anaomboleza. Mnataka nini? Mnatakanini? Yes, simshamaliza kuomboleza ndo zamu yake, mtulie hivyo hivyo na naandika ripoti, anaomboleza bibi kafa kwao, mtulie hivyo hivyo. Tusome tusome sana, tuwe wa kwanza darasani afu, tuende wapi? Afu, maisha mengine hatuyaishi kwa sababu gani? Bibi kafa. Kubadilishwa kazi na majukumu kazini au shuleni, sikuna vuruga afya ya akili ya mtu, unaferiferi tu, tunalipa gharama nyingi Mnanibadilisha sana shule, mnaamaama mikoa tu naamaama na shule. Mimi ikifika na hiyo adaptation, mimi nitaweza kutoboa? Na feli feli, ndio ni kawaida. Kufilisika usiwaambie watoto wako wamefilisika. Umefilisika wewe wewe na mke wako, watoto wanataka chakula, unajua tumefilisika. Ndo maana leo hakuna ugali. Atukelewi, tupe chakula. Matumizi mabovu ya vilevi kwa wazazi Yaani, ule mzazi ambaye anaanguka mitaloni anakamatwa anabebwa hivi, huyo mtoto, huyo mtoto anajisikiaje? Ukienda shuleni wenzako wanakubuli hilo, baba yako tumeliokota mtaloni. Utasoma darasani wewe unatukanwa hivyo, baba yako mlevi. Inavuruga afya ya akili. Kutokuwa na ajira, si kila kitu ni pesa, kila kitu ni pesa, mambo ni mengi, umasikini, kuvunjika mahusiano. Na nyinyi mnaingia kwenye mahusiano, ingia kwa akili nyingi Mahusiano yote yani yao, ni unaingia kwenda kuvurugwa ya, ya akili yaani, hayo mahusiano mnao yatamani, ni mnaingia kwenda kuvurugwa nini, umejipanga? Yanavuruga akili na tulishakubaliana, hakuna bebi Januari mpaka Disemba, huo ndio utaratibu. Hata hey, ule mnao salimiana kiuongo, uongo bebi ya mis, unaona mjibu wamisi utu, ule ni uongo. Hiyo mutuality inaanziaje? Yaani yeye kakaa huko Kigoma anakumisi na, na eh, hey, unaambiwa wewe well, Agnes njoo hapa. Kwa na hiyo na eh? e, lazima ukae standby. Nyinyi ni party mbili mmekubaliana mtengeneze partnership, si ndio? Kila mtu ana merit. Kao uja umejipanga, akizingua mfiksi na yeye akizingua mfiksi, tunaenda sawa hey. So umekaa bebi, mi nakusikiliza wewe, acha ujinga. Hakuna hapa tunasikilizana, hakuna kusikiliza mtu mmoja, tunasikilizana. Oh, mi ndo mme wako na mimi ndio mke wako, ulikuwa unasemaje? Ulikuwa unasemaje mume wangu? Hii si ukijitikisa sana, unapelekwa dawati la jinsia, umesumbua mwanamke wa serikali, au si ndio utaratibu blo Achieni yeah, hizo mambo kwamba mimi ndo mme wako, yeah, na mimi ndo mke wako. Kwa hiyo unasemaje mzee? Tunaondoka, tuondoke. Kwa upo udhaifu unaotokana na namna ya kisaikolojia, mapito mtu aliyopitia toka mimba yake mpaka umri wake wa kubalea au kuvunja ungo, mapito yale yanatengeneza aina fulani ya falsafa kwamba falsafa yake imejengwaje, hisia zake zimejengwaje na utu wake umekuzwaje toka akiwa mdogo mpaka hapo alipofika. Na ndio maana viongozi bora wanatoka familia bora na ubora wa familia sio pesa ni maadili. Sio pesa. Eh, ukiwa na pesa nyingi hakuna maadili, mtatengeneza tu wajinga tu hapo. Tutakuja si watu wa kawaida, tunawatisha tu, eh, wanaogopa. Alafu tunakunywa uji wao waliowekewa, alafu tunaondoka. Alafu ambia kesho ulete uji mwingine umeelewa? Shule za boarding kuna wababe, unajua wale wababe? Yaani anakuja vipi leo ujapewa hela akula. Unatoa hela zote, yeye ndo anakuwa ndo mwamba. Akija anaingia form 1, anakusanya hela zote za form 1. Ni jamaa form 4, majinga sana yale majamaa. Yanachukua hela zote za form 1, anambia sasa, mimi ndio brother wenu hapa form 1. Mmesikia? Ndio brother. Wewe mbona leo umekuja na hela ndogo? Ah, ndo hiyo ndo, lopewa kesho mwambie mama akoongeze. Aambia, ajelelewa vizuri atakuwa anaitikia itikia. Lakini alielelewa vizuri hawezi kuchimbo hilo biti kama hilo. Yaani, yule mbabe akikutazama tu anakuogopa. Ndio, dogo kaaminyoka kuona kuna madogo wengine wadogo wadogo, lakini hawapigwi mikwala shuleni, walivyolelewa kwao. Alafu kuna mtu mwili mkubwa anachimbwa biti na dogo, anakaa na nywea, anamletea anamletea maji, anamchotea maji, anamfulia nguo. Amelelewaje kwao? Kakuuzwa kwa kujiamini au toka akiwa mdogo anapuuzwa puuzwa tu? We mjinga njoo hapa, we kiazi njoo hapa. Kiazi kinakuja kinyonge mpaka <laughs> akija kuwa mtu mzima, ana maana yeye mwenyewe anajijua kiazi, wazazi wanamwita kiazi kwa hata nanye mkimwita kiazi asema ndo jina nilopewaga toka huko nyumbani. Lakini Mwamba toka anakuwa mdogo nyumbani kwao, yeye ndiye anayesimamia taratibu nyumbani, wadogo zake wavae vizuri. Akija shuleni ni rahisi sana kupewa ukiranja, atawanyooshaje? Utaratibu ni ule ule kama nyumbani kwao. Haya, wote huku, wote mtakuja huku chapu chapu, Mwamba akatoa maelekezo na hapa ndipo kuna utofauti wa festbon na lastbo. Unajua kibongobongo, festbon anaandaliwa kuwa kiongozi wa familia. azausipiga nasikiliza kwanza, sikiliza <laughs> kwanza <laughs> Yaani kama kuna, kuna kijana huyu ndo wa kwanza akitoka, baba anafuata kijana huyu wa kwanza, afu anafuata mama, sindoka utaratibu kama ndo binti wa kwanza akitoka, akitoka baba anafuata mama afu anafuata ule binti, si ndio? Kwao inavyobadilika kwa hiyo, anakuta huyu first born anaandaliwa kuwa kiongozi na wazazi, wana attention pale, wako pale, wanamsubiri. Ila last born kila kitu, hebu nenda, hebu msaidieni mtoto, mtoto ana hebu msaidieni mtoto. Wazazi hataki shari, mtoto huyo asilie, huyo anywe anywe uji huyo. Mpaka mmoja nikaa naye klinika akamba mimi sipendi ile tabia, mpaka mama angu sio rafiki kivile kwa sababu kila kitu kikitokea anakuambia hebu msikilizeni mtoto anasemaje huko. Sasa si niongee na mzazi wangu, ananitumaje? niongee na dada yangu, si wao tofauti hivyo? Kwa hiyo ukiwa last born, wale wakubwa wale ndio ambao wana, wanakaba kila kitu, yaani wao kizila, mkubwa anakuja kumalizia, anamaliza nafuta na kufulia na kuosha vyombo, wala kusaidia tu. Azapiga picha wao. Oh, kija kudeti na first born na wewe ulikuwa ni last born, hiyo ndio itatoboa. Kwa sababu mwamba kwao e, ndio kiongozi yaani, huyu mwamba kwao ndio kiongozi. Yani afu anakuja kudeti nawe ndio last born huyu, atakupelekesha wewe kama punda. Ukizingua atakwambia utanikuta nishafika nyumbani, baba na ni katili. Sio katili huyu first born. Au mimi mara mbili stori ni, <laughs> ni moja tu utakutana naye kafika. Na vice versa, wewe we ndio last born, huyu ndio first born blaa, hali itakuwa tete. Kwa sababu hapo utakuwa unadanganyika mimi ndo mwanamume, mimi ndo kichwa, ila ndo una content sasa. Wewe si last body. <laughs> Yaani huo ndo kila kitu. Unakutana kumbea mume wangu nisikilize, hiyo hela nipe sasa hivi. Eh, mama na nini wewe mkali? Eh, unampatia hiyo ladai kamba ukitoka huko utakuta mimi shamia kwenye ile nyumba yetu. Mama na nini hivyo hivyo, hata kama hakuna sijuu tiles, wewe tutakuwa tushamia huku. Unakuwa, eh, huyu mwanamke huyu akikasirika mambo yake. Wewe si last body, unagailigaili mambo. Nyinyi vijana mnao deti, mzingatia niliyoyaongea. Tumeelewana? Atuangalii sio, ati dada mzuri. Uzuri wa mtu ni mzuri tu, anabadilikaga akizaa, huyo anaweza akabadilika ka mnene, asirudi tena. Uzuri ni hapa. Uzuri ni nini jamani? Mindset, mindset ndio uzuri. Tuelewana hapo? Namuda umeisha, namalizia hapo afu tunaomba, si ndio? Ndugu yangu kwao, mwisho ni sababu ya mazingira. Jamii yake ipoje, kulinganisha na jamii zingine, Social cultural context. Ndio maana hapa ni mjini kuna makabila yote ya Tanzania, si ndio? Eh, sio, unakutana na watu unasema, unajua kule kwetu, hapa sio kwenu. Utagombana na watu ukileta stori za kwenu mjini, ushaugua akili. We mji kama Dar es Salaam makabila yote yako pale, ulete stori za kwenu wewe? si biashara imekushinda? Eti mimi mtu akandaaziwa. Na sisi watu wa nyanda za juu kusini, ulikuwa unasemaje? Tutatoboa, hatuwezi kutoboa. Kule Nairobi kuna lugha inaitwa Sheng, njee kuisikia? Wanakwambia Sheng ni mchanganyiko wa lugha ya Kiingereza na lugha zote za makabila ya Kenya pamoja na Kiswahili. Kwao nikajifunza, ile parking slot, si magari anapaki pale nje, ile Nairobi pale inaitwa Kanjo. Kaa si gari, njoo si Kiswahili, njoo Kanjo, parking slot inaitwa Kanjo. Nataka nisemeje, unakumbuka Kiswahili tulikuwa unajifunza ni kreoli cha lugha mbalimbali. Hivi jagundua hapa mjini kuna kreoli ya culture fulani ambayo haieleweki ni ya wapi, yaani kama Dar es Salaam pale ndo makabila yote ya Tanzania yapo. Culture Dar es Salaam ikoje? Utaisemaje? Utaisema ni ya Kingoni, utasema ni ya Kinyamwezi, utasema ni ya Kipare. Ni hiyo hiyo ambayo unaiona, hiyo hiyo silazimisha hiyo hiyo ndio maana tunahimiza sisi kama Wakristo tuwe na hii culture ya Yesu. Si tuliitwa watu wa kabila, lugha na jamaa tuwe kitu kimoja, Yesu arudi twende mbinguni. Ndio maana tunahimiza culture moja. Hata hii mikutano yote ni kuzidi kuemphasize culture ya Kikristo. Kwa sababu culture duniani huko ukifuatisha lazima uugue. Ndio maana tutazamii wewe ukishaanza kuoana lazima muishi kulingana na culture ya Kikristo, si ndio? E, unajua kwenye kabila letu sasa wewe Mkristo unaongeaje mambo ya kabila, wewe mbona bado hujaongoka kabila la kazi gani? Sisi si ni kabila la Wakristo au? Yes, si ni kabila la Wakristo. Kabila la Wakristo hivi ndio wanaoana bila mahari, eh? Eti. Wanaume wameitikia, eh? Ndio. Toeni hela <laughs> wazee. Sawa. <laughs> Kwa jamii yake ikoje? Nedley anasema the good news is that even though we cannot change our genetics. Ideally we cannot change our genetics. Unaweza ukabadilisha pua yako ilivyo hivi. Unaweza ukabadilisha pua yako ilivyo hivi, unaweza ukabadilisha urefu wako. Anasema we can only change our life style. Our life ndo kidogo itaweza kidogo kuadjust uhalisia wa vinasaba. Ndio maana sisi utaratibu wa kanisa toka tuko wadogo wa sifuri mpaka tatu kuna lesoni. Unaona hiyo lifestyle tunaokupambana nayo tunaua vinasaba vyetu. Tuna vile, si unajua mimi ni Msukuma, tunaviua hivyo vyote ili tuwe Wakristo mpaka unakuja kufika umri wa kubale na kuvunja ungo, una falsafa ya Kikristo, unamsubiri Yesu arudi mara ya pili. Na nyinyi, ndio maana tunakaa hapa mpaka tunaambiana haya mambo, ili tuiishi hii falsafa iwe ndiyo maisha yetu, huku tukimngoja kwa subira. Kuna lingine, si ndio? Biashara imeishia hapa na muda wangu umeisha. Kesho asubuhi saa moja na nusu mi nitakuwepo hapa mapema sana. Wakaribishe tukazie. Kuna kakitu tutakwenda kuongea kakubwa sana, aka ukikakosa aka unaenda kuugua akili. Basi tusimame tuombe, tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya usiku huu wa leo. Asante kwa ajili ya mada hizi nzuri juu ya afya ya akili, ambayo zinatukomboa katika utumwa wa kuugua akili zetu. Bariki mtumishi wako Dr. Pascal kwa namna ambavyo unamtumia kila siku tangu amefika, kwa ajili ya kupresenti mambo ambayo yanatutibu. Endelea kuinua karama yake na kumpatia nguvu ya kiutumishi kila wakati, na kwa ajili ya utume huu ambao umempatia juu ya afya ya akili, watu wengi wakabarikiwe. Na kwa ajili ya jambo hili tukasogezwe karibu na wewe, usiku huu kama kwetu, katulaze vyema, tupatie njozi njema na kutuamsha asubuhi tukiwa na nguvu kwa ajili ya vipindi vya kesho.